Muangalia Shomari Salum Kapombe eh, mechi ambazo amecheza 24, dakika elfu moja mia tisa na tisa. eh, Shomari Kapombe interception 16, blocking mbili, na 2 tackling mbili na aerial duels kumi na saba. Eh, Shomari eh, Kapombe, unaona jinsi ambavyo mpira juu kumi na saba amewazidi walinzi wote wa, wa, wa Simba eh, Valentino pamoja na Mohamed Hussein. Mm. Ukiangalia pia mechi za nyingi zaidi. Ukiongelea uimara wa Simba. Mm. Mechi yoyote na mpinzani yote ambao Shomari yupo mm, ni upande wao kulia kwanza. Kwa ajili ya Shomari. Kipa wao akitaka kufanya mashambulizi ya haraka akidaka mpira anaanza na Shomari kwa sababu Shomari huwa anaanza kukimbia kabisa. Kipa wao kidaka akidaka mpira mwangalie Shomari lazima aende katikati. Eh, anafika mstari wa katikati, anampa kipa option na yeye akipasiwa anajua kucheza sana kwenye mstari pale. Footwork yake iko bora, kwa viungo au kwa winga anawatafuta. No, akiwa na pressure sio rahisi kucheza vile. Shomari ni mzuri kwenye hilo. Uh, pili, kwenye ile nafasi iliyosema overlapping, Shomari anapiga sana hiyo kuliko beki yote wa Simba, ana overlap mno. Na sasa hivi amekutana na kocha Fadlu, game yake imeimprove unaingia ndani hapa kwenye half space, kwa sababu mabeki washajua utaenda wide, wewe unaingia hapa ndani. Kwenye michezo mingi hivi sasa amekutwa kwenye haya matukio na Almanusura afunge magoli. Si umeelewa? Na amekuwa hatari pia katika kusababisha matukio kama yeah, haya. Sasa penalty. Hii ni penalty ya nne anasababisha kwenye msimu. Yeye amefunga mabao matatu. Shomari Kapombe ametoa pasi tatu za magoli na ametengeneza penalty nne. Penalty nne alizotengeneza Penalti tatu Simba wamefunga moja, wamekosa mechi. ana Mungo, kama nakumbuka, alivutwa na Erasto Nyoni kwenye mm. boksi, e, Ateba alikosa, lakini hizi tatu timu yake ilifunga. Tena penalti zinapatikana kwenye very crucial moment. Nitakupa mfano mm. Simba alicheza mechi ngumu sana ya mkondo wa kwanza na JGT Tanzania uwanja mm. wa KMC Mwenge. Shomari alifanyiwa madhambi dakika moja kabla mpira kumalizika, Ahu alifunga penalti, Simba alipata alama tatu. mm. alikuwa shomari Shomari mechi ya JKT ndio hii hapa ndio kwa tunaizungumza. Yes, angalia dakika zile zilizokuwa zinaoma. Yes, bado dakika tano, kumradi niseme bado dakika moja. Lakini Shomari tena alifanywa na Namungo. Ateba alikosa. Shomari mechi ya mashujaa na Simba. Alifanywa madhambi na Abdul Malik Zakaria. Ateba alifunga goli la pili Simba akapata alama tatu muhimu. Kwa hiyo yeye ni mchezaji ambaye kwenye kushambulia kwake juu mm. kuna faida sana lakini si tu kwenye ligi kuu. Mchukue Shomari mpeke kwenye mechi la kombe ya shirikisho yeye ametengeneza nafasi mm. na kumi na tano nafasi. Jan Chaza huwa ni kiungo mshambuliaji ametengeneza yeah. ishirini na nane nyingi mzaji <sighs> yote kombe la shirikisho Shomari anakuja na kumi na tano, yeah. kumi na tano. Anakuja, anakuja mpanzu mm. anakuja Muhammad Huseni kwa hiyo kwa Simba mm. upande wao wa kulia una nguvu sana kutokana na passing yake ya kushambulia na uweza kucross tena, huyu ana rekodi ambayo mwaikenda anaikimbiza sasa hivi okay. nakumbuka miaka kama kumi iliyopita mm. eh, na tano hivi eh, Salum Swedi alikuwa Coastal Union alikuwa amefunga mabao tisa kwenye ligi. Shomari aliyafikia alivyokuwa Azam. Mm. Ni mabeki ambao kwa msimu mmoja wamewahi kufunga magoli mengi. Yeah, okay. Shomari, sasa hivi Mwaikenda ana mabao saba. Huenda yeye ajui Mwaikenda ila mm. kuna rekodi hapo akifikia akifunga mawili anaifikia. Akifunga goli la tatu atakuwa beki pekee kwenye historia ya Tanzania. Mabao, kufunga mabao kumi ndani ya msimu huu mmoja. Sasa Shomari naye eh? Unaiona? amefunga saba na mashaka kufunga matatu, na, na, na mechi ambazo zimebaki mwekenda kashafunga yeah. saba ambayo mtu wote akudhani nitasema mm. na <coughs> wasiwasi <coughs> <coughs> kumuona anafunga matatu magoli. Unaweza kufunga hata mechi moja sawa. Rashid, kuna hiki ambacho tumekitazama kusema mipira juu, mara nyingi mabeki wa pembeni kwao inakuwa ni mara chache, lakini kwa Shomari kumi na saba vizuri vizuri, Abissay Uh, uh, style of playing ya Simba na Shomari kwa ujumla wake. Mm. Ndio ambayo pia inamtengenezea uh, hiyo namba ya erudio, ya kwa maana ya udhibiti wa mipira ya juu. Uh, Shomari na yeye sio miongoni mwa watu ambao wapo kwenye set ya mm. kuokoa mipira ya kona. Mm. Sio, unanielewa lakini ni miongoni mwa mabeki nao ambao huwa wanajaribu kufanya kuzuia mipira ambayo inakuja nyuma ya mgongo mm. Uh, Abissay ameeleza vizuri uh, ni moja kati ya upande very strong kwenye defense ya Simba ni upande wa kulia, ni kutokana na ubora aliokuwa nao Shomari Kapombe. Kwa maana anakupa assist, anakupa magoli uh, anatengeneza na ana nafasi mm. Ana uwezo wa kuclose, ana uwezo wa kukaba. Sasa hiyo energy Uh, kwa umri wake, kwa mujibu wa rekodi mm. Shomari Kapombe ana miaka thelathini na tatu, si ndio? Okay. Uh, kwenye eneo lake kuna vijana wengi wachache, kuna duchu yeah. Uh, kuna kijili, unaelewa uh, au maanake kama Shomari ana miaka thelathini na tatu mm. na huu ni msimu wake wa, ni msimu wake wa sita yeah. Ameingia Simba mwaka elfu mbili na ishirini maanake huu ni msimu wake wa, wa sita, si ndio? Sasa kwenye huu kwenye hiyo umri wake wa miaka thelathini na tatu kwa mujibu wa records, na anafanya haya matendo unaona, mm. daraja lake la ubora mm. alilojitenganisha yeye na wengine wanaomfuata ni, ni, ni kubwa sana, kikubwa yeah. Utaangalia hiyo namna bora ya kuzuia hiyo mipira ya juu yeah. na kwa nini inamfikia ni kwa sababu Shomari yeah. Amekuwa akitengeneza uh, hayo matamanio kwa wapinzani wakati anakwenda unaona kuna gepu ambalo linatokea kwenye upande wake yeah, kwao unategemea kwa lile eneo eh, akaviwa na midfield mm, au akaviwa na center back, kwao viungo wanomnyang'anya no mm, wanatamani zaidi kupiga mahala ambapo yeye hayupo, wakati anarudi Alokutama, kwa haraka anakutana nao mpira huko juu, kwao ni aidha uache au autazame, kwao anarukia mm, au anaweza kuwin akaucheza, ndo maana unaweza kuona hiyo namba ambayo nime, nime, nime.